Maana ya utii, naeleza maana ya utii ni hali ya kupokea maagizo na kuyatekeleza, ni hali ya kupokea maagizo na kuyatekeleza kama ulivyo, kama ulivyopokea, ni hali ya kupokea maagizo na kuyatekeleza kama ulivyoelekezwa au kuagizwa. Mungu anamwambia Musa ile kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili nimekuambia, haya maandiko yote mawili ni andiko moja hili, kumbukumbu la Torati thelathini na mbili mstari wa nne mpaka wa sita kutoka mpaka 12 anasema hivi, Musa, nenda wakusanye taifa la Israeli, kusanya umati wangu kama hivi mlivyokaa, wakusanye ukisha wakusanya, nenda si wanataka maji, nenda kauambie mwamba, kauambie mwamba. Musa anaenda kwa kiburi na jeuri kana kwamba yeye ndiye amebeba koki ya maji, kana kwamba yeye ndiye sasa ni Mungu. Kwa wale watu anasema, njoni hapa tuwape maji, wako na Harun. Maana yangu nimesema ni kupokea maelekezo na kuyatekeleza kama yalivyo. Musa anaenda anauambia mwa, hafanyi Mungu alichosema. Anaenda Biblia inasema aligonga mwamba kibaya sana, hakugonga mara moja, aligonga mara tatu. Tafsiri nyingine. Kutokuti maana yake ni kuchakachua maagizo au maelekezo uliopewa. Unachakachua. Unachakachua na haya, na haya maagizo. Nisikilize vizuri, unaweza ukapewa na mtu mwenye mamlaka kuliko wewe au ukapewa na mtu mwenye mamlaka ila sio mkubwa kwako kwa. Musa anawaambia wazee wengine walimzidi hata umri. Madhara ya dhambi ya kutokutii. Sikiliza. Mungu anamwambia Musa, muite Haruni. Waite na watu wangu wakusanye kama hivi mlivyokusanyika asubuhi ya leo hapa. Alafu nenda uwambie mwamba utoe maji. Mungu anamwambia Musa, kwa nini hukusikiliza maelekezo yangu? Kwa nini hujatii maelezo niliyokuelekeza Musa? Kwa nini umefanya tofauti, kama utani vile? mu Mungu anaongea ize sana, anaongea rahisi sana. Kumbuka nazungumza madhara ya kutokutii, ni mabaya. Kuna watu hawafiki kileleni, kuna watu hawatafika kwa sababu hawajanywa pombe, sio wazinzi, hawajazalisha nje, lakini hiyo dhambi itatafuna mtu. Pasaka hii, unaposhughulika na mambo ya rohoni, shughulika na hiyo madhabau, ikuondoke. Ti kwenye neno la Mungu, ti madhabau. Inasemaje? Washirikina wachawi wanatii sana jambo hili ukienda kwa mganga, mimi niliwaambia hapa, mjomba wangu anayemwachia ziwa mama yangu, wananyonya ziwa moja, tumbo moja, wanatoka tumbo moja mama yangu mzazi. Kaka yake alikamatwa, alikuwa mshirikina hatari, mchawi, mjomba wangu. Walikamata wakamweka polisi, asubuhi wanakuja wakakuta nguo tu za kwake, alafu yeye jioni anapiga mluzi, anaenda zake anaenda zake kilabuni, na jengo halijabomolewa. Kumbuka, hakuna mlango uliovunjwa. Mjomba wangu, ilikuwa inanyesha mvua za vijijini, mvua za mawe, anatoka anapita kwenye mvua na anatoka jasho yeye, jasho lakini halowi. Washirikina wachawi wanakupea dawa anakwambia hii dawa, hakikisha unafika nayo Tegeta, usimsalimie hata mtu. Mtu anaenda kimya, we Joni, Joni ni haribu dawa, ni haribu dawa, kimya kimya. Babu yangu mimi, mzaa baba yangu, alikuwa mtaalamu wa dawa ya macho, lakini sheriti ile dawa ukipewa, usisalimie mtu mpaka unafika unakokwenda. Sasa watu kukwepa usumbufu, walikuwa wanakuja kuchukua usiku, maana naamini usiku hata kutana na mtu, na ole wake akutana na mtu usiku, yuko mbele yake, hata kama akikutana na mzuka, hutakiwi hata kuusemesha mzuka, kimya. Why hii language ni nyepesi kwa washirikina, kwa watu wa Mungu inakuwa ngumu? hatupima maelekezo ya madhabahu. Kwa nini? Kwa nini? Huyu ataniambia nini? Bwana mimi hapa niko siku nyingi, sisi ndio waanzilishi wa kazi hii. Wewe, usimtishe na uanzilishi wako wa kazi, mimi ninachohitaji ni neno na upako wa Roho Mtakatifu. situtishe na na uanzilishi hapa, unasema mwanzilishi, alafu mwanzilishi mwenyewe kachoka hoi. Hata pepo kutoa utowi, madhara ya kutukutii Vingine vitu vina delay, unajiona kama umefika mahali umefanikiwa. Bado bado.